inaelezea kisa cha kweli cha mwaka 1973. Ni Sister Rosie ambaye aliamua kukusanya wanawake wajane na kuwalea katika nyumba yake. Lakini baadaye aliigeuza nyumba hiyo na kuwa sehemu ya kuwasaidia wamama wajawazito katika kujifungua. Lakini haikuwa kuwasaidia. Rosi na vijakazi wake walitekeleza mauaji ya watoto wachanga waliokuwa wakizaliwa. He's He's Mzee Talbot ndiye alikuwa mzikaji wa watoto hao. Talbot alishindwa kumzika mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mtoto wa dada yake, alimkabidhi kwa Wasamalia wema. Miaka mingi imepita sasa, ile hospitali iliyokuwa ikitekeleza mauaji yale imebadilika na kuwa gesti. Pia aliyenusulika amekuwa na ameolewa Akiwa na mume wake wameamua kutumia rikizo yao kwenda kupumzika nje kidogo ya mji. Wamejikuta kuchagua gesti ile ile ambayo ilikuwa ikifanya mauaji, na binti huyu alinusulika kufa katika hospitali hii, na mama yake aliuawa hapa hapa. Katika maisha yake kwenye gesti hii aliteseka sana, binti huyu alipata maono mengi na ya kutisha. Hii inaitwa The Child Remains, unaweza itafuta na kuitazama kama unapenda horror movies. Hii inakufaa sana. Subscribe kwa dondoo za movie kama hizi. <laughs>